Mwanamke aliyekeketwa na matibabu yake kisaikolojia na kimwili. Mwanamke aliyekeketwa na matibabu yake kisaikolojia na kimwili. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndiyo maraku ya kwanza unaingia katika channel hii, kuna kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa magonjwa wa lishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nimepata message kutoka kwa kaka ambaye niliongea ni naye kwa kina, nikamwelekeza nini cha kufanya, kutokana na mwanamke aliye naye amewahi kukeketwa huko nyuma. Uh, naomba tuweze kusoma ujumbe wake hapa, kuna kitu ambacho nataka niweze kushare na wewe pia ujifunze we, moja ya mashabiki ambao unaonifuatilia hapa, lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii na kuomba hapo chini, kuna alama ya nyekundu ambayo imeandika subscribe ama alama nyeusi jisajili, ama bonyeza hiyo alama nyekundu. Lakini pia nenda katika sehemu ya kengele, kabonyeze kengele ama sehemu ya kupata notification ili kuweza kupata ujumbe au kujulishwa pindi nitakapoweka video nyingine katika chaneli yangu hapa ya Kuboja Joseph ama Dr. Kuboja sasa twende tukasikilize swali la huyu kaka anasema habari dokta nikamwambia nzuri za kwako dash dash naficha jina lake akaniambia salama kaka akaniambia samani nimeona ushauri wako kuhusu mwanamke mwenye kukeketwa nina mwanamke aliyekeketwa, yaani napata shida sana kumtengeneza au kumwandaa kihisia, maana naona zipo mbali sana, na kama atakuwa ameridhika ni mara moja sana. nikamwambia pole dash dash, usimwache. Nitahitaji kuongea na wewe nikuelekeze nini cha kufanya ili wote kwa pamoja mfurahie tendo Akaniambia asante nitashukuru na kufurahi kama ikiwa hivyo. Anasema maana mimi muda mwingine, sasa naona kama ninamchoka na kumkinai, mpaka ninajikuta ninatafuta mwanamke mwingine ili kuweza kumaliza haja yangu, maana unakuta tunaweza kukaa hata wiki nzima bila kukutana naye kimwili, wakati mimi siwezi kumaliza wiki bila kukutana kimapenzi. Sasa kwake sawa, alafu ni mwanamke ninaishi naye kabisa, na sasa ana mimba. Nikamwelekeza nini cha kufanya, ili aweze kuongea na mimi. Baada ya hapo, akalipia huduma ya ushauri na sasa kuongea na mimi. Theni, baada ya kulipia, nikaongea naye kwa kina zaidi, nini cha kuweza kufanya sasa endapo inapotokea umepata mwanamke wa aina hii, jibu langu ni moja tu, kama jibu ambalo nilimpatia kaka yetu hapa ama ndugu yetu. Nilimwambia nitahitaji kuongea na wewe, nikuelekeze nini cha kufanya ili wote kwa pamoja. Nilimwambia usimuache. Kwa hiyo mwanamke wa aina hiyo naye pia anaweza akafurahia tendo, japo kuwa kuna ubunifu wake na utaalamu wake wa tofauti kidogo na mwanamke ambaye ajakeketwa eneo la kisimi ama kinembe, ni eneo ambalo ni very sensitive, akiwa ni mwanamke ambaye hajawahi kujichezea mwenyewe, hajawahi kujichua mwenyewe, ni rahisi sana kuweza kufika ama kufurahia tendo, na muda mwingine anaweza akafika ama anaweza akakojozwa kwa njia ya maandalizi tu kwa kupitia eneo hilo. Sasa asilimia kubwa eneo hili linapokuwa limekeketwa na kuondolewa, kinachotokea ni kwamba linakwenda kutengenezwa usugu katika hilo eneo, na eneo hilo linabaki na majeraha. Sasa ni sawasawa na mtu ambaye uh, anayekatwa e, kuna ile hali fulani ambayo mtu akiugua homa, unakuta unakula hata chakula, lakini husikii ladha ya chakula husikii kwamba laza hii ni chungu, laza hii ni tamu. Maana yake pale kuna vichocheo fulani ambavyo vimekufa kwa muda huo au vimesinzia. Maana yake mpaka iweze kupatikana mbinu mbadala ya kuweza kumsaidia huyu mwanamke. Habari njema ni hii hapa, mwanamke wa aina hii bado amebakiza maeneo kumi na kumi na moja, kwa sababu kitaalamu maeneo ya mwanamke ambayo yapo katika mwili wake ambayo mwanaume anaweza akayatumia kumwandaa kabla ya tendo la ndoa yapo kumi na mbili 12. So, haya kumi na mbili yapo almost maeneo kumi na sita, lakini haya kumi na mbili Dokta Kuboja anasema ndiyo maeneo ambayo ni konki. Mwanaume akiyajulia vizuri, ana uwezo wa kumkojoza mwanamke hata kabla ajamuingizia ume. So nini kinachokupokea hapa? Mwanaume huyu anatakiwa awe na elimu ya kutosha na ufasaha wa kutosha namna gani ya kumwandaa mwanamke kwa kutumia yale maeneo kumi na mbili, na mwanamke huyu anaweza akakojozwa, tena anaweza akamwaga maji mithili ya bomba kwa kutumia tu yale maeneo kumi na moja. Kwa hiyo ni swala la maarifa na elimu, lakini namba mbili na mwisho, namna ya kumwandaa mwanamke huyu psychologically. Asilimia kubwa wanawake wa aina hii wengi wameathirika kisaikolojia, wengi wanajichukia, wengi wanaona hata aibu kumvulia mwanaume. Kuna wengine wanatamani tai zimwe, kuna mwingine anatamani ajifunike tu, aache tu hapa sehemu wanaume ambapo anaweza akapita katika tundu la uke. Kwa hiyo mwanamke wa aina hii anakuwa na aibu, anapoteza hali ya kujiamini na kujikubali hata zile hisia anaona kwamba sasa yeye anakuwa tu ni sehemu ya kama chombo cha kutumika kwa mwanaume ili kuweza kumfurahisha mwanaume, lakini anaona kabisa, mimi sistahili kuendelea kufurahia ile tendo kwa sababu ya hiki nilichofanyiwa. So mwanamke huyu anatakiwa cha kwanza asaidiwe psychologically, aanze kujikubali yeye mwenyewe kutoka ndani, akubaliane na kile kilichomtokea katika maisha yake. Kwa kufanya hivyo, huo ni unakuwa ni mponyaji wa kwanza ndani ya nafsi yake. So mwanamke ambao umepitia changamoto hii tunaweza tukakusaidia. Mwanaume ulia na mwanamke wa aina hii tunaweza tukamsaidia naye pia akafurahia tendo la ndoa. Usimwache huyu ndugu yangu, anasema mpaka sasa ni mja mzito, lakini imefika hatua anakwenda kutafuta mwanamke mwingine kuona kwa kuona kwamba huyu mwanamke hana ladha hana mwemko hana amsha amsha. So ni moja ya vitu ambayo vinaweza vikamfanya mwanaume akawa bored na wewe akachukia kushiriki tendo la ndoa na wewe. Kwa vipo vitu vingi, lakini tukikusaidia we mwanaume tukamsaidia na mwanamke tukakupa mbinu namna gani ya kumsaidia saikolojia, kila kitu kinakaa sawa. Endapo na changamoto kama hii ni mwanamke, una mwanamke wa aina hii, kwa ushauri, na saa kuna gharama ndogo sana ya kuweza kuongea na mimi. Nipigie simu, nitakupatia utaratibu wa kuweza kuongea na mimi. Namba yangu ya simu hii hapa ni namba ambayo pia ipo WhatsApp: sifuri saba